Kisima ni hichi na kikabizi rasmi katika mikono ya uongozi wa shule. Changamoto ya wanafunzi wa shule ya sekondari Imala kufuata maji umbali mrefu iliyokuwa ikipoteza muda wao wa masomo na kuhatarisha usalama hatimaye imepata ufumbuzi baada ya makampuni ya Full Diet kukamilisha ujenzi wa visima viwili vya kisasa katika eneo la shule hiyo iliyopo katika kata ya Imalamakoye wilayani Urambo mkoani Tabora. Kupitia mradi huo, wanafunzi wa bweni wa kidato cha pili na cha nne ambao wametajwa kuwa waathirika wakubwa wa tatizo hilo, sasa wamepata uhakika wa maji ndani ya mazingira ya shule hiyo bila kulazimika kutoka nje kama ilivyokuwa awali. Na hili ni wajibu wa kila mmoja kutambua ana wajibu wa kujitoa katika jamii mbalimbali mbali, ambazo zenye uhitaji pasipo kuona jambo hili ni wajibu wa serikali peke yake. Hili ni jambo ambalo tunaliona mara nyingi, ni kiasi gani wanaweza wadau mbalimbali kujitolea katika sekta mbalimbali za kijamii. Tulikuwa tunapata changamoto ya kuendeleza muda wote ziwe za kijani kwa sababu hatukuwa na maji ya uhakika, lakini kwa kupitia uh, visima hivi ambavyo tumekabidhiwa leo hii visima viwili, kiukweli tunayo furaha kubwa sana kama taasisi ya imara kwa sababu vitatuwezesha hayo mambo yote ambayo tulikuwa tunakumbana nayo yataweza kufanyika kwa wakati na kwa ubora zaidi. Maria Steven ni mkuu wa shule ya sekondari Imala, amepongeza hatua hiyo akibainisha kuwa itarahisisha shughuli za ufundishaji na malezi, pamoja na kwamba miradi hiyo itasaidia kuboresha usafi, maandalizi ya chakula na utaratibu wa maisha ya kila siku shuleni, huku dada mkuu wa shule hiyo Khadija Juma akitoa shukrani kwa niaba ya wanafunzi. Tulikuwa tunaangaika kwa miaka mingi, hususani kwenye hili swala la maji katika shule yetu ya sekondari Imala. Kwa hiyo, kwa mgeni rasmi kutufadhili visima hivi, tunaona kama ni lulu kwetu. Tunashukuru sana sana sana. Kwa hiyo, nipende kuwakumbusha wanafunzi, visima hivi ambavyo tumefadhiliwa tuvitumie vizuri, sawa tuvitunze na vyenyewe viweze kufanyaje? Kututunza. Na tumeona kweli, uwepo wake, ahadi zake zimetimia, visima tumeviona, maji tunayaona kama yanavyoonekana hapo. Tutatumia katika kunywa na shughuli mbali mbalimbali za kupikia, kufulia hapo shuleni. Kwanza sisi kama jamii ya Imalamakoye, wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba tunafuatilia kwa, kwa, tuna kwa ukaribu matumizi ya visima hivi yawe matumizi ambayo yamekusudiwa bila kuathiri miundombinu iliyowekwa. Hatua ya kukamilika kwa visima hivyo imefungua ukurasa mpya kwa shule ya sekondari Imala, ikithibitisha kwamba upatikanaji wa maji ni msingi wa elimu bora, usalama na afya ya wanafunzi ambao, kupitia mradi huo, ushirikiano kati ya jamii na wadau wa maendeleo umeonyesha kuwa kila tone la maji linaweza kuwa chanzo cha mabadiliko chanya na endelevu katika maisha ya watoto na jamii nzima ya Imala Makoe. Kutoka Tabora, Maiko Samuel Jojina, hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe kucomment na kulike, tufuatilie pia katika mitandao tu mingine ya kijamii kama Instagram na Facebook kwa kuandika habari leo_tz. Shukrani.